Tuelekee kwake Lawrence Ng'ang'a akiwa kaunti nambari mbili ambapo anatufahamisha kwamba John Kimeu ni mwanaharakati wa mazingira ambaye amegeuza changamoto ya taka za plastiki kuwa fursa ya kutunza na kupamba mazingira katika kaunti ya Kwale. Kwa mwongo mmoja sasa amekuwa akikusanya na kutumia chupa, mitungi na mifuko ya plastiki iliyotupwa kupanda miti na maua ya mapambo kama njia moja ya kukabili uchafuzi wa mazingira. Hili ni shamba la John Kimeu eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Plastiki ambazo zingekuwa zimezagaa mitaani na kuchafua mazingira zinatumika tena kwa njia ya kipekee. Amezikusanya na kuzitumia kama vyombo vya kupandia miti na maua na The area we live on, a tourist area, designated area. Ndio pia upate utalii na um, area yenye tunayofanyia kazi it's appealing and also much more attractive to the tourist. tourists we had to do a clean up of the plastics and everything which we could reuse for recycling. I chose the beautification part of the plants cause of also we are near the hotel industries. Kupitia juhudi zake anaamini kuwa kila chupa au mfuko wa plastiki una thamani yake iwapo utatumika tena kwa njia sahihi For everyday we have to plant more than 100 plants with that target by the next two three coming years tutakuwa na miti kiasi ya kuwa si Kwale county peke yake Kenya nzima hadi our neighboring countries we can be export, exporting the trees nachukuanga muda wangu naenda Kongowea kutafuta mifuko ambapo hapo ndio mali sasa anamsupport mazingira na miti namiti. Nimegundua ni kitu ya maana na tena ni jambo la maana sio only on the coast side because of the coast is too hot, but ni jambo la maana. Harakati hizi zinaonekana kuzaa matunda kwa kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Kama kijana, hii kazi imenifaidisha sana kwa sababu unajua kwa bila ajira huko mtaani ndio inasababisha uhalifu wa vijana. Hiyo nikiwa mali kama hapa ndio naona ni vizuri, si kama kurandaranda huko mtaani. Mimi na kwa hizi mambo za plants, ama mambo ya maua nimeona inasaidia na inasaidia environment kuleta kupanda nyingi pia zinavutia kifuli na kuleta mvua. Wanaharakati wa mazingira wakiwahimiza wakazi kutafuta mbinu kama hizi za kuhifadhi mazingira. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen.